Ebana, hii hapa ni PHD Media na leo bwana inakusogezea stori kali kabisa, story ambayo kwa kweli kwa namna moja au nyingine uh, imegusa mioyo ya watu wengi, na watu wengi wanajiuliza maswali, kwanini inakuwa hivi au kwanini imekuwa hivi. E bwana, usiache kusubscribe, kushare pamoja na kucomment bila kusahau kulike. Katika mitandao yetu yote ya kijamii unaweza kutupata kwa jina la PHD Media uh, tu follow pale uh, Instagram, Facebook YouTube pamoja na e, TikTok na mitandao yote ya kijamii tunapatikana. Sasa bwana leo story tulionayo bwana kidogo e, ina majonzi, inahuzunisha, lakini inatubidi tuweze kuisikia na kuweza kuelewa kile kinacho kinaendelea. Watanzania wengi sana wanamfahamu e, msanii wa Bongo Movie anaitwa Wastara. Eh, na miaka mingi bwana huyu msanii bwana hakuweza kuonekana kwenye movie yoyote ile au hakuweza kuonekana kwenye industry hii kabisa. Sasa bwana ukimya wake kumbe bwana una changamoto ndani yake. Eh, watu wengi wanafahamu lakini watu wengi pia wamekuwa kimya kwa muda mrefu sana. Wastara bwana zaidi ya miaka kumi amekuwa akiugua eh, na amekuwa akipata matibabu ndani na nje ya nchi. Katika mazungumzo yake bwana ameweza kuzungumza kwamba takribani mara zisizopungua tano amekuwa akisafiri kutoka Tanzania kwenda India kwa ajili ya matibabu. Lakini cha kushangaza na cha ajabu ni kuhusiana na ushirikiano ambao ameukosa kabisa kutoka kwa marafiki zake ambao amewapata kupitia tasnia hii ya uigizaji, lakini pia uh, sanaa yote, upande wa sanaa, upande wa uigizaji wote wamekaa kimya. Anasema hakuna aliyewahi kumpigia simu wala kwenda kumwona wala kumjulia hali wala kumuombea wala kum, kumsalimia kwa jambo lolote lile. Sasa hii kidogo imekuwa na ukakasi na Watanzania wengi tunajiuliza kwamba sababu za msingi ni nini hasa lakini yeye mwenyewe anasema kwamba labda kama kuna mtu amemkwaza au kumkosea au ana neno lolote juu yake, ni vizuri akajiweka wazi kwamba bwana, wewe ulinifanyia hiki, wewe ulinitendea hiki, na ndio maana mimi nilipo kimya hata katika wakati wako ambao unaopitia. Lakini yeye anasema kwamba ana uhakika kwamba hana changamoto na mtu yoyote eh, na ndio maana pia ameweza kuzungumza akiwa ana huzuni kubwa sana, kwamba kwa nini imekuwa uh, watu wamemkalia kimya kwa muda mrefu, ikiwa yeye ni mgonjwa, anatamani kupata faraja kama ambavyo tunafahamu bwana, mgonjwa anapata faraja, hata afya yake kidogo inakuwa inarudi taratibu taratibu, tofauti na mtu ambaye watu wamemkalia kimya na kumtenga na kumwacha peke yake. Kwa bwana, mwanadada huyu Wastara anapitia wakati mgumu sana, lakini anaomba Watanzania eh, waweze kumjulia hali, kumpigia simu na kuweza kumsapoti kwa chochote kile, bila kusahau hata kumuombea ili Mungu aweze kumpatia afya njema tena aweze kurudi kwenye majukumu yake ya kazi lakini swali la kujiuliza, kwa nini wasanii wamemtenga huyu ndugu yetu Wastara msanii mwenzao? Na linafahamika kwamba huyu Wastara bwana alikuwa ni mke wa marehemu Sajuki. Sajuki na alikuwa ni mwigizaji mzuri sana na amekuwa akifanya vizuri sana katika tasnia hii ya uigizaji. Anatamani kuona wale marafiki zake ambao wamekuwa wakishiriki wote katika kazi, wakimtia moyo, wakimwombea, wakimsalimia Natia moyo kwa namna moja au nyingine. Sasa swali jamani, kwa nini mmemwacha huyu mwanadada? Eh? Nafikiri baadaye utaweza kuisikia sauti yake ikiweza kuzungumza kwa huzuni kabisa na akiwataka watu kama kuna makosa ameyafanya basi wamsamehe na kumuombea dua kwa Mwenyezi Mungu amrehemu na kumrudishia afya yake arudi tena kwenye majukumu yake. Hii ni PhD Media. Inakusogezea habari kubwa lakini pia zenye ukweli na uhakika ndani yake. Usiache kushare, kusubscribe pamoja na kulike bila kusahau. Mimi ni ambacho unapitia lakini, uh, uh, vipi kuhusiana na wasanii wenzako au watu ambao mlikopote kwenye industry hii ya movie, hawana msaada wote kwako? mm -hmm. So, sema kweli, sijui wamekutwa na maswali gani. Mimi niseme tu, pangine ninawatia aibu mm -hmm. Yeah. Pangine ninawatia aibu, kwa hiyo watamani hata kuniona, watamani hata kunipigia simu, watamani hata kunipa pole sababu hakuna sababu yoyote ya wao kukaa kimya. Kuna. Huwezi kumhukumu mtu ukiwa umekaa naye mbali hata siku moja. Kama hmm, kuna kosa ni face niambie lako hili na hili na hili. Pengine mnaweza kunipa makosa wakati hata hamjui situation yangu naipitia. Mnaweza mkanihukumu hmm, lakini mko mbali hamjafika ya karibu yangu mkajua situation ambayo unapitia. Kama pengine wanaamini ni mwongo. Kwa hiyo sijui cha kuwatabiri ila niseme tu kama leo Wastara anapitia hivi. Kuna wengine wanapitia. Kuna wengine wameshapitia na wamesha, wameshatangulia mbele za haki. Yeah. Kuna wengine wamepitia, Mungu kawainua, wamepona, wanafanya kazi zao. Kwa hiyo wewe ambaye uliye mzima yaani jitarajie tu, tunasemaga kila mtu ni mlemavu mtarajiwa kwa sababu mm, hujui saa ngapi wapi. Yaani jione kwamba unampuuza mwenzio sasa hivi safi, kesho Mungu anakupa mtihani mkubwa kuliko mwingine. Sanaa ni sanaa, lakini sanaa haiwezi kutufanya tukawa na roho nyeusi, tusijali watu ambao tunakutana kwenye mikutano pamoja, tunasherekea pamoja, tunaenda kwenye misiba ya watu pamoja, ikufanya mm -hmm. Yani kwamba uone uzito sana kumfuata mtu ukaenda ukakaa ukamfariji uka, ukaka, uka, uka, uka, mfariji, ukafanya nini? Nilikuwa mwaka jana sitaki kuongea lakini niliongea na Watanzania kwa sababu wafanyakazi wangu ni wasofanyakazi wenzangu ni wasanii lakini sikuona msanii hata mmoja kwa hiyo namwambia nani? Nataka faraja, namwambia mtanzania tu mm eh -hmm. Bwana e, namba yangu yapo kisia kunipigia simu, nataka kuniombea au nataka kuniambia ushauri nifanyie hivyo ili nifarijike tu. Hiyo mtu anafika paka anaomba watu wengine wamfariji, unajua situation gani anapitia mtu. Leo anafika watu anakaa tena kwenye TV, nimeshakaa hii mara ya tatu mm -hmm. Mtu anaumwa miaka kumi, nini anachopitia? Nimeshaenda India zaidi ya mara tano, naenda kufanya nini? Nikienda nenda hospitali, natoka theater, ili mradi tu sitaki kupewa jina baya lakini bado wanapewa majina mabaya, bado watu wanaamini wanavyoamini. Mimi nanisikitisha na naniumiza sana, sababu kwenye sana kuna marafiki zangu wengi sana, kuna watu ambao tunaongea nao vizuri vizuri, lakini sielewi nini ambacho wanapitia nini ambacho wananipitisha mimi, wananitafsiri mimi sijui, wananionaje sijui, lakini tu cha kuambia tu ninyi ni binadamu kama mimi stesheni, so ambayo unapitia mimi naweza kupitia, mtu yoyote. Na mimi nawapenda sana, sina hata msanii mmoja ninayemchukia. Fikirieni tu binadamu wote, dakika moja tu, dakika moja, chochote ulichosikia juu yangu mimi, ni fesi niambie, Wastara nisikia hivi ni kweli ama sio kweli?